Habari zenu wa Tanzania, dada yenu nimepatikana, dada yenu nimepatikana, nikwambia nimepatikana, nimepatikana. Ndugu zangu hapa ninavyowaambia ndo, <laughs> nimeletewa habari yaani, <coughs> kama wana wago ni vile nina jina lakini ilikuwa ni kitu kinafanywa siri siri siri siri, mpaka waje kunistukizia ni vile, na watu kila sehemu Tanzania ndo nimeletewa ndugu zangu. Samia muuaji, Samia kimama, Samia Suluhu, ndugu zangu kanifungulia economic case. nimefunguliwa economic case Tanzania, navyoambia imefunguliwa economic case. hii hapa, iangalieni hiyo. So, mmeiona. Hii kesi ni serious, sio kesi ya kijinga ndugu yangu, maana ni economic case. Hii kesi ni di, deportable, yani ni kesi ambayo anaweza kudipotewa kutoka Marekani ndugu zangu, nikarudishwa Tanzania Samia akani, nikaenda kupigwa shoti za chuchu ndugu zangu yani, heh, ndugu zangu, naenda kupigwa shoti za chuchu mimi na kina Bashite, narudishwa ndugu zangu. Naenda kupigwa shoti za chuchu ndugu zangu, Samia anataka roho yangu, anataka kuniua kisa anapigania haki za Watanzania, ndugu zangu, ananiitaka roho yangu. Anyway, nivi, yani ni hivi <coughs> I think hawa watu hawana akili. On a serious note, I think hawana akili, Samia na wapumbavu wake wote na huyo watani general wote, yani wamekaa wakatafuta kesi ambayo itawa ita convince serikali ya Marekani kunirudisha bila kutumia akili kwa mambo yanayoendelea Tanzania, kwa mauaji yaliyotokea Tanzania, hakuna hakimu wa Marekani atakaye saini Mange apandishwe uh, ndege arudishwe kwenye nchi inayoua raia, inayoua raia, inayoteka raia. Hakuna jaji, yaani hata ningekuwa sijui nimefanya nini, hakuna jaji wa kumrudisha nikauawe na Samia na watu wake. Hayupo. Sasa sijui wanafikiria nini, lakini pia nashukuru shukuru, nimejua mapema ili na mimi nianze kujipanga, lakini pia nikuwa taka niombe wa Tanzania, kesi yangu inasikilizwa tarehe 4 Desemba ambao ni kesho kutwa saa 5 asubuhi Kisutu. Mmeona hapo jaji nani sijui. Naombeni Watanzania muende Kisutu mkasikiliza kesi yangu e, mniambie kesi iliendaje imekuwaje, wameamua nini Nadipotiwa lini wehe? kwa hiyo huku he, kwa mwezinu hapa sasa hivi ndio nakaa nasubiri FBI wanifate muda wote nifatiwe na FBI mimi. <coughs> Samia, huna akili, ndugu yangu akili huna, akili huna, uona gani mimi? Trump hata mkaniletee, lakini Samia, wejua hivi, ndugu yangu, mimi sio siokum... mimi mimi ni tundulisu wa kike, ndugu yangu, Samia Suluhu, mimi ni tundulisu jike, mimi tundulisu wa kike, ndugu yangu. Kwanza mimi tundulisu wa kike, hakuna jela utakaonitishia mimi ya kundudisha nyuma, hakuna risasi utakaonitishia mimi ya kundudisha yaani, hakuna Ndo kwanza unamtia moto yani, mimi tundulizwa kike yani, mimi ni ule yani, hata kama si Marekani ikikubali kunirudisha mimi Tanzania, ndugu yangu, mimi nafika pale pale airport bado napambana yani. Mimi ndugu yangu, mimi tundulizwe nyuma ndugu yangu. Afu mimi utakuwa unijui, mi naona nijui, mimi ulizeni watu walosoma na mimi tokea primary wanaonijua, ndugu yangu, mimi simbajike. Mimi simba jike. Yaani moto ni ule ule. Hakuna utakachofanya. Yaani wewe utakachoniweza mimi, Samia Suluhu, uniuwe ndugu yangu. Unitumia Mexico aniue. Utonitishia kwa kesi kunirudisha Tanzania. Mimi kwanza kurudisha Tanzania sio kufa. Siogopi ndugu yangu. Yani wakiweza kunirudisha, kwanza nitarudi vile vile na mapingu yangu nakwambia nashuka pale bado na chamba. Mnipige risasi pale pale hapo nife ndugu yangu. Siogopi wala si nini. Mimi ni simba jike. Mimi mandela wa kike ndugu yangu, yaani hamtu nitisha kwa lolote. Yaani ni hivi, hata mkifanikiwa kunirudisha mimi, ile siku kabla sijarudi na posti mambo mengine, ili nikitua na ndege mna hasira zaidi. Mbwa nyie shenzi type. Jamani, Disemba tisa, Disemba tisa, nchi nzima tunadai haki. Watufunge wote, watuwekee makesi wote, watumalize wote nchi inakombolewa, Gen Z huwezi kunitisha mimi. Wewe economic case nifungulie ya mauaji kabisa, mbwa muuaji mkubwa wewe, na tutakushinda na tutakutoa na utatoka, nyaue Samia, mimi hunijui ndugu yangu, yaani hiyo kama serikali ya, ya Marekani ikikubali kuni, kunirudisha, nikirudi wale watu wako wabakaji wale wanichukue mimi wale ambao waliobaka wa Kenya wale, wanichukue mimi, wanibake mbele wanibake nyuma wanibake kwenye pua kwenye masikio kwenye mdomo. Wakimaliza nasema kamwambia Samia kumamako, ndugu yangu. Mimi yani mimi ni wale nakufa huku bado, nakwambia kumamako Samia si, sitokaa nisalimu amri mimi yani hakuna mtakachoweza kunifanya mimi cha kusalimu amri Anyhow,